ya mchuano wa 2027 AFCON, ni kama ambavyo watanzania wengi mnafahamu, Mheshimiwa Daktari Samia amedhamiria kwa dhati na kwa nguvu zake zote kuiweka ramani ya Tanzania katika ramani ya dunia kwenye michezo yote iliyoko duniani. Maelekezo yake mimi pamoja na katibu mkuu na ujumbe tulioambatana nao wengine tayari wameshaingia kwenye checkpoint, wanaendelea na utaratibu wa kuingia kwenye ndege. Ni kwamba twende nchini Moroko tukafanye mambo matatu yafuatayo. La kwanza, ametupatia barua mahususi au ujumbe mahususi wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika la mpira wetu ndugu yetu Msepe, ujumbe huo mzito ambao daktari Samia anampatia rais wa kafu kutokana na kazi nzuri ambayo shirikisho hili lilitambua aliyoifanya daktari Samia ya kuwekeza katika michezo na kufika hatua ya kumpa tuzo kama rais bora aliyefanya kazi nzuri ya kuinua spoti ndani ya nchi yetu ya Tanzania, kwa hela nyingi za hamasa, lakini pia kwa kujenga miundombinu. Kazi ya pili ambayo daktari Samia ametuma anasema kwa kuwa Moroko mliocheza nao na Taifa Star ikaonyesha ushindani wa hali ya juu, basi katazameni na kujifunza mbinu zote walizonazo kuhakisha kwamba Tanzania 2027 Taifa Star kama sio kucheza fainali, basi kombe linabaki hapa Tanzania. Maelekezo hayo yametupelekea sisi kuambatana na wataalamu mbalimbali ambao wengine tayari wako nchini Moroko wakijifunza mambo mbalimbali lakini pia na sisi tukiendelea kwenda kuona mbinu zao walizotumia kuifanya timu yao ya Moroko kuendelea kushika hatamu na kuingia kwenye fainali, ili Taifa Star iendelee kuvunja rekodi kama ambavyo imekuwa kawaida yake. Jambo la tatu ambayo Daktari Samia ametaka, Moroko sasa hivi kwa Afrika ndio nchi inaoongoza kwa utalii. Mtakumbuka kwamba Egypt ilikuwa namba moja, sasa Moroko ni namba moja ina watalii wengi zaidi ya milioni 15. Kupitia michezo Morocco imeshika namba moja. Daktari Samia anataka kupitia michezo Tanzania ishike namba moja, kwa kuwa inazo fursa nyingi zaidi kuliko nchi yoyote ya Afrika. Nikisema hivyo, na maana gani? Tutakuwa na watu wanaoenda kuangalia standardi za hoteli zao, kutakuwa na watu wanaoangalia huduma za usafiri, kutakuwa na watu wanaofuatilia habari ya vyakula kutokana na watu wanaofuatia mambo ya utalii kuhakikisha kwamba Afcon 2027 inaacha historia njema ya watanzania kwa kuimarisha uchumi wao. Nimalizie kwa kusema ni ndoto ya daktari Samia kila mtanzania aliyoko nje ya Tanzania, kwa lugha nyepesi, mwana diaspora ambaye anayo fursa yoyote ile ya kusaidia na kuisapoti wizara yetu, milango yetu sisi iko wazi mimi na katibu mkuu pamoja na naibu waziri pamoja na entire team ya wizara yetu kuhakikisha kwamba tunashirikiana nayo. Wa Tanzania niwaambie tu, Maandalizi ya Afcon 2027 Tanzania yanaanza tarehe 19, 18 tunakabidhiwa kijiti, 19 tunaanza kazi. Na kama unafikiri utani mwaka huu mtacheza mpaka kwenye familia. Yaani mpaka familia itakuwa na mchezo wake. Asanteni sana, tukutane tarehe 19 kwa kuanza kazi ya hamasa, Shangwe mana, na, na, na maandalizi hatu, tunasema kwa mfano, tuko na kikao cha management juzi, tumesema tutakuwa na mashindano ya wasanii kutunga wimbo bora utakaotumika kwa ajili ya mashindano ya Afcon hapa Tanzania. Tutakuwa na vikundi vitakavyoshindana, tutakuwa na ngoma watakaoshindana tunataka kila engo ya nchi yetu na kila taaluma na kila kipaji kishiriki. Na tukisema hivyo maana yake nini? Tutakuja mpaka na vigezo, hoteli yako inapaswa kuwa na vigezo hivi, ili tuweze kuleta recommendation ya wageni wetu wa Afko ni kuja kwako. Ifahamike, wageni wanapokuja wakipata huduma mbaya, haiaibiki hoteli yako tu, sio mgawa wako tutasema vibaya, bali Tanzania itachafuliwa.